Dawa za miti shamba, jifunze kutumia dawa za miti shamba ingali bado uko mzima. Kwa sababu karibu sana, maisha yako yatakuwa na thamani kubwa pale utakapo yakosa. Usitumie ujana wako kwa celebration mambo mengi, ukisahau kwamba mze, utakuwa mzee, jifunze ambavyo utakuwa navyo uzeeni. Basi bila kukawia, ndugu yangu, leo ningependa tujifunze kuhusu maji. Maji yana nguvu gani kwenye dawa za mitishamba, na maji yana nguvu gani kwenye mambo ya asili? Zoezi hili naloenda kueleza hapa kuhusiana na maji, uwe mzima au uwe mgonjwa, lazima hili ulifanye kama zoezi la maishani mwako. Hata sisi ambao ni wazima huwa tunalifanya. Kila wamkapo asubuhi, kabla ya kupiga mswaki, hakikisha unakunywa bilauri nne za maji kwa kila mkupuo kila asubuhi kila siku. Ulinde sana mwili wako, mwili wako ndo kitu pekee tu ambacho unacho cha kulinda na kukitunza kwa thamani kubwa kuliko vitu vyote vingine. Hakikisha hili zoezi unalifanya ikiwa bado uhai, kwa sababu kama utachezea maisha yako haupewi tena mara ya pili. Kwa hiyo kwa wagonjwa ambao ni wadhaifu inashauriwa na utafiti mbalimbali mbali, waanze mpango huu kwa kunywa bilauri moja mpaka mbili, na polepole waongeze wa idadi hata kufika bilauri nne. Kwa kweli maji ni yana nguvu sana na msaada katika maisha yetu. Kwa kweli maji yamewasaidia wengi ambao walikuwa hawana mpango wa kupona kabisa, madawa magonjwa sugu na, vit, na vigonjwa mbalimbali mbali. Hizi ni baadhi ya, ya magonjwa ambazo zinaponya kupitiwa na hii dawa. Ukiifanya hivi, ndugu yangu, ni ya hakika utapona, utapona. Uh, uchunguzi umebaini kuwa uh, shinikizo la damu kwa mwezi mmoja tu unapona. Uh, matatizo ya gesi kwa siku kumi tu unapona. Kisukari kwa mwezi kwa mwezi mmoja unapona. Uh, kufunga choo miezi sita, kansa mwezi miezi sita kifua kikuu miezi mitatu, ila kidogo hapo. Wenye gesi, wenye gesi na homa za mifupa dozi ni mara tatu kwa siku kumi, wengine ni mara moja moja tu kwa siku. Asante sana. Naweza nikaongelea bilauri bilauri, ukakosa uka, uka, ni kilauri gani ambacho namaanisha? Namaanisha hiki kikombe, ukinywe mara mbili, maana hiki kinaingia bilauri mbili kikiwa kimoja. Hii ni nusu lita hii, kwa hiyo tumia lita asubuhi, namaanisha lita kwa kila asubuhi, kabla ya kupiga mswaki, kabla ya kufanya chochote, kabla ya kula chochote, tumia maji kwanza. Zikipita dakika 44 umeshatumia maji, ndio uone kupiga mswaki na mambo mengine. Asante.